hili ni vugu la uswazi karibu katika vugu la uswazi wanasema utamu wa kuku awe wa kienyeji na hizi ni ladha asili ambazo zinaleta maana halisi ya utamaduni unaweza kuzipata hapa kupitia Seven Hits Media. hapa ndipo tutapata changamoto mbalimbali kufahamu mziki halisi na utamu wa mziki wa singeli hili ni vugu la uswazi haliboi wala halichoshi kupitia Seven Hits Media. Seven Hits Media, tumekiwasha. Yes, mambo vipi? Ikiwa leo ni siku nyingine, kupitia Seven Hits Media tunakuja na vugu la uswazi sasa. <laughs> Hapa katika vugu la uswazi bwana, kutokana na mastori mobu ambayo yanahusiana na mziki wetu wa singeli, mimi kwa binafsi yangu naona mziki wa singeli ni mziki ambao upo na asili ya Tanzania somehow, au vipi? Hatugusi maswala ya Bongo Flava, hatugusi masuala ya ma Afropop, hatugusi masuala ya mapiano and so on. Leo tuko na singeli, so katika vugu la uswazi leo Tuko na Mwanji MC bwana. Eh, ni dogo ambaye anakuja kwa kasi katika muziki huu wa Singeli. Uh, hata kama bado hajafika pale ambapo anakusudia, lakini sama, tunamsikia mtu mbaya. Ukiweka ngoma yake ukaisikiliza, ukaipa sikio, unafahamu kwa badogo na kitu yeah. <laughs> Lazima utaona hivyo, sio bwana. Jina langu naitwa Abdul Ekeje Duli Tony, katika mitandao ya kijamii. Hii ni Seven Hits Media. Kama uko bado hujasubscribe, it is better ku subscribe bwana, kwa sababu kuna mazuri mengi ambayo tunayawasha kupitia Seven Hits Media. And that's why our slogan say that Seven Hits Media tumekiwasha Bwana, e usiende mbali bwana, tunaporudi hapa tunabonga na Mwanji MC. Seven Hits Media tumekiwasha. Wengi wanamfahamu kama Mwanji MC, lakini nyumbani anapotokea wanamfahamu kama Abdul Razak au vipi. Ni kijana mwenye umri mdogo ambaye alitamani kufanya mageuzi ya mziki wa singeli yawe makubwa, ikiwezekana aipeleke singeli hii international, basi hakuna kitu ambacho kinaweza kushindikana ndani ya dunia hii Ah, kila kitu kinawezekana. Ndipo hapo tukaamua tumpe sikio kwenye vugu la uswazi, tufahamu yeye ni nani na katika mziki huu ilikueje mpaka akafikia hapo, akaamua kuufanya huu mziki wa singeli. Alright bwana Mwanji MC, jamii na kusikiliza kupitia Seven Hits Media, tunachotaka kujua ni kwamba unaitwa nani, lakini pia safari yako ya mziki wa singeli ilianzia wapi, changamoto zipi, and uh, kitu gani ambacho unachotakiwa wewe ukiongeze ama uongezewe ili uhakikishe kila kitu kinakuwa sawa, lakini mwisho siku tunahitaji tutambulishie ngoma yako pendwa ambayo unaona hii inaweza kuleta mageuzi katika eh, game nzima ya singeli. Naitwa Mwanji MC, nimeanza mziki wangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Hapo ndo safari ya mziki ilipoanzia, japokuwa sikurekodi ngoma hata moja, lakini nilikuwa nafanya mziki naenda kwenye shoo na pafomu naandika mziki kufanya mziki wa studio na kuanza kurekodi. Nimeanza kurekodi mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini ndo nimeanza kuachia nyimbo rasmi, japokuwa elfu mbili na kuaa sanikuwa nafanya mziki ambao nasikiliza mwenyewe. elfu mbili na ishirini ndo nikaanza kurekodi ngoma na kuachia watu nazisikia, kama mimi naimba. Mwaka elfu mbili na ishirini niliimba bila mfanikio yote, changamoto kibao, sapoti nilikuwa sina, najisapoti mwenyewe, ni mwenda ugomana mprojuza tu Mwaka elfu mbili na ishirini moja nikaimba nyimbo maisha ya bongo zarau, ndo nyimbo ya kwanza ambayo iligusa watu masikioni mwao na ikatembea tembea sana, watu wakawa wanaipenda. Hapo huyu ndo Mwanji MC. elfu mbili na ishirini na moja nikafanya mziki wangu bila support yoyote, nasupportiwa tu na watu ambao nilikuwa nikishinao, watu wa kawaida, mablaza, bila management. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nikawa nafanya mziki, napata, napata, napata show za kawaida watu wanaitika vizuri na perform vizuri na achia nyimbo kali hivyo. Na nyimbo yangu nimeachia YouTube katika account yetu ya Mwanji MC ina watu mia mbili sitini na nne, na ingetembea mia mbili sabini ingetembea ile ilikuwa kwa sababu ya swala la watu kuandamana na mitandao ilifungiwa, watu wakashinda kuangalia. Na ngoma yangu nimeachia mpya, inaitwa demu akishua kajichanganya kaja geto. Akaunti yetu ina watu elfu moja mia sita na sabini hivyo. Namshukuru Mungu kwa hapa nilipofikia, sikuwa hapa hapo mwanzo. Okay, hope utakuwa umemsikiliza Bwana Mwanji MC eh? utakuwa umejifunza kitu kupitia vugu hili la uswazi, lakini pia utakuwa unaelewa kwamba mitaani kuna vipaji vikubwa sana ambavyo vinahitaji support kutoka kwenu wananchi. So tunachotoka kukifanya kwa wakati huu ni kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye YouTube channel ya Mwanji MC tukaangalia kazi zake ambazo nyingine amezimension hapo, kazi ya kwanza alioanza nayo mpaka alipofikia hapo. Lakini kingine ambacho ni cha msingi ni kuhakikisha kwamba tunamfollow katika mitandao yote ya kijamii. Hiyo itakuwa ni support kubwa sana lakini pia tunashamburia video zake tuna tuna get viewers, tuna shares kazi hizo, kila kitu kinakuwa safi. Kufikia hapo, kuna kwa hakuna jipya kupitia vugu la uswazi eh? Tulikuwa tumepita na ladha za kis... tulikuwa tumepita na ladha za Kiswahili kwa dakika kadhaa, ili tuhakikishe kuangalia kwamba tamaduni zetu na muziki wetu wa Singeli uliokuwa mtamu bado upo na mitaani. Je, wanaufanyaje muziki huu ikiwa bado wao hawajapata nafasi ya kusikika? Jina langu ni Duli ama dulitoni pia unaweza ukadita hivyo, kila wakati itakuwa na najitambulisha sometimes, lakini haina budi kufikia hapo, na kwa hatuna la ziada. Hii hapa ni Seven Hits Media. Kama utakuwa bado hujasubscribe, inabidi ufanye hivyo bwana, then una turn on notification ili uanze kupata kila kinachopostiwa kupitia Seven Hits. Tukutane tena sehemu nyingine, ama tukutane tena wakati mwingine, sababu tunapopeana nafasi ndio tunazidi kutengeneza vitu vilivyokuwa vizuri kupitia ambao bado hawajapata nafasi ya kuitambua Seven Hits Media iwafikie na pia waitambue. Yaani naweza kusema kifupi, umwambie mwanao mwambie mwanae pia kwamba Seven Hits Media tumekiwasha. Seven Hits Media tumekiwasha.